Ili tuweze kutengeneza nidhamu, maadili, malezi kwa watoto wetu. Ni lazima tusimamie kuwapatia elimu sahihi ya kumjua muumba wao. Watakapokuwa na hofu ya muumba wao, itakuwa ni rahisi wao kujiepusha na mambo machafu na maovu yoyote popote watakapokuwa. Leo tunashuhudia tupo sisi tulioko makazini, tunaona kule makazini kwetu mambo ambayo watumishi wanafanya. Yaani, mtu amepewa jukumu na Allah na kumlea mtoto. Mimi ni mwalimu, nitakuwa nazungumzia kwenye fani yangu, na kumfundisha mtoto ili siku moja na yeye asimame vizuri kwenye maisha yake, lakini mwalimu huyu unakuta hatekelezi wajibu wake kabisa kabisa, na haoni kama ni shida serikali iliyomwajiri inamlipa mshahara wake wote lakini yeye hatekelezi ule, ule wajibu wake kwa nini inakuwa hivi ni kwa sababu hajui kwamba ile ni dhamana amepewa na ipo siku Allah atamuuliza hajui kwamba anachokifanya ni dhulma kwa sababu anachukua malipo ya ile kazi lakini hafanyi ile kazi inapopaswa hajui kwamba anadhulumu Ukienda hospitali leo unakuta mtu anampokea ana mgonjwa ham hampi, hampi mapokezi yanayotakiwa, hampi huduma zinazotakiwa. Ni kwa sababu hajui kwamba ile ni dhamana amepewa na Allah, ataulizwa. Leo unakuta hospitali mtu amepewa jukumu la kugawa dawa badala ya kumpa mgonjwa dawa inayostahili anachukua dawa anaenda anauza ili apate pesa zake yeye binafsi, na mifano mingine inayofanana na, na hili sasa. Haya yote yanatokana na hawa watoto wetu kuto kulelewa vizuri kwenye misingi ya kiimani, kuto kulelewa vizuri kwenye kumhofu Allah, kuto kuelekezwa kwamba chochote alichonacho leo neema na yoyote aliyonayo leo ni dhamana imetoka kwa Allah, na ipo siku Allah atamuuliza kwa hiyo dhamana aliyopewa. Kwa hiyo sasa, sasa kwamba, tuna jukumu sasa la kuhakikisha kwamba tunawatengeneza hawa vijana wetu hawa watoto wetu, ili wanapokua wanapoendelea kukua wajue kwamba wana wajibu wa kufanya kwenye jamii na huwa wajibu wa utekelezi wa, wa wakiwa nafahamu kwamba wamepewa na Mwenyezi Mungu na ipo siku Mwenyezi Mungu atawauliza. Kwa hiyo lengo letu kubwa ni hilo kwamba tunatamani tuwe na jamii ambayo iko vizuri kimaadili, watu wanajitambua. Mtu anapokaa kwenye nafasi fulani, iwe kwenye kazi ya kuajiriwa, kwenye kampuni, kwenye biashara, ajue kwamba yuko pale kwa ajili ya Allah na Allah atamuuliza atakapokuwa anafanya jambo lile siku atakaporejeshwa kwake. Hilo lilikuwa ndio lengo kuu, lakini niombe pia nitoe wito kwa walimu na viongozi wengine, tushirikiane kwenye jambo hili kuelimisha wazazi, kwa sababu sehemu ya kwanza ya malezi ya mtoto ni nyumbani, kwenye ngazi ya familia. Kwa hiyo tunapowachukua wale watoto kwenye madrasa kuwafundisha, isiishie tu kwa mtoto, tupate fursa pia ya kuzungumza na wazazi, kwa sababu yale ambayo tunawafundisha wanaporudi nyumbani, wazazi ndio wanasimamia, wanatakiwa wasimamie waweze kuyatekeleza ipasavyo. Kwa hiyo kwenye program za ufundishaji wa watoto wetu zisiishie tu kumwita mtoto kakaa naye kumfundisha. Kuwe na, na, na utaratibu pia wa kushirikisha wazazi zungumza nao. Tunapokaa na watoto kule darasani, kuna tabia tunaziona ambazo si nzuri, si za Kiislamu, hata kwenye jamii hazikubaliki, basi inatakiwa upatikane fursa ya kukaa chini na wazazi, tuwaambie kwamba mtoto wako huyu ana tabia hii. Kwa hiyo tushirikiane, sisi tutamsaidia kwa tunapokuwa naye, lakini wewe kama mzazi pia una jukumu la kufanya hapa na hapa na hapa hapa, kwa lengo la kum, kumrekebisha huyu mtoto Yaani isije ikaonekana, kwa sababu unajua sasa hivi kwenye jamii yetu inaonekana kwamba vikao ambavyo vinatakiwa vifanyike ni vikao vya wazazi shuleni, lakini kumbe madrasa ni sehemu ya malezi ya mtoto, na malezi ya mtoto ya ni lazima yaende kwa ushirikiano baina ya mwalimu mzazi, na jamii. Kwa hiyo ukisema kwamba madrasa haihusishi mzazi yaani kwa vyovyote lazima utakuja utakuja kukwama mahali fulani, kwa sababu utakosa sehemu moja ya ushirikiano wa malezi ya yule mtoto. Kwa hiyo, walimu wa madrasa, niombe pamoja na kuwapokea wale watoto na kuwafundisha, uhakikishe kwa kwamba mnawashirikisha wazazi wa wale watoto, na si wazazi tu, kwa sababu zile madrasa ni mali ya jamii, ziko kwenye maeneo ziko jamii, ya kwenye zile jamii ni vizuri pia hata mkazishirikisha zile jamii ambazo madrasa zipo, ili wote kwa pamoja muweze kushirikiana katika kulea wale watoto. Na nimezungumza jamii, kwa sababu wale watoto anapotoka nyumbani anaenda madrasa, anapita kwenye maeneo mbalimbali, kwa yako mambo yawezekana mengine, wale ambao wanaishi kwenye yale maeneo wanayaona, ziko tabia ambazo wale wanaoishi kwenye yale maeneo wanaziona, wewe mwalimu huwezi kuziona, mzazi hawezi kuziona. Kwa hiyo sasa mkishirikiana wote pamoja inaweza ikasaidia sana kushirikishana yale ambayo mnayaona kwamba watoto wanayafanya mambo ambayo hayafai. Na nadhani mtakuwa mna, mna, mna, mna, mna mtakuwa mashahidi, hata watoto wanapotembea wanapoenda madrasa shuleni huko barabarani, naweza mkaona vitabia ambavyo wanakuwa navyo. Sasa vile zile tabia ili tuweze kuzirekebisha wote kwa pamoja, inahitaji ushirikiano si tu wa mwalimu peke yake mzazi peke yake, lakini na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo unapoona kwamba kuna eneo ambalo unahitaji ushirikishe kundi fulani ambalo linaweza likasaidia kwenye kulea ni vizuri kashirikisha pia. Yako mambo ambayo kwenye kwenye jamii yanaonekana yanapofanyika huko nje yanaonekana kwamba ni ya kawaida sana, lakini kwenye Uislamu si mambo ya kawaida. Kwa mfano sisi tunajua kwamba pombe ni haramu. Sasa watoto wetu wanako, wanako, wanakopita, wanakopita mtaani, kuna mazingira wanakutana nayo yana yana wanakutana nayo wanakutana yana, yana, yana na hizo ishu za pombe. Sasa anapokutana nayo mtaani alafu hana mtu anayemwambia kwamba pombe haifai, anaona anachukua kwamba ni kitu cha kawaida, lakini ukishirikisha wanajamii wengine wakawa pia wanauo uelewa na tukawaomba tushirikiane na nao anapomwona mtoto ana, ana, yuko kwenye mazingira hayo, akamwambia kwamba pombe ni haramu, itamsaidia yule mtoto kuona kwamba kweli hili jambo, ustadi ameniambia madrasa, nyumbani nimeambiwa, lakini hata mtu mwingine msimamu mwingine nimekutana naye huko ameniambia. Nitatoa mfano mdogo. Naomba hii si... hii dunia hii jamii iwe salama, njia sahihi na pekee ambayo itatusaidia ni kuwalea watoto wetu katika misingi ya dini kuwasaidia watoto wetu wamjue Mwenyezi Mungu, kuwasaidia watoto wetu wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu. Ni hofu ya Mwenyezi Mungu peke yake ndio inaweza kumfanya mtoto afanye awe mwadilifu, awe mkweli, anapopewa jukumu alitekeleze kisawasawa. Mwisho ni nisisitize kwa walimu kufundisha watoto wetu vizuri lakini tukilenga kupata ujumbe ulioko ndani ya Qur'ani, ufundishaji usiishie tu kwenye kuhifadhi. Kuhifadhi ni sehemu moja ya usomaji wa Qur'ani, lakini sehemu ya pili ambayo pia ni muhimu, ambayo ina- tunaikusudia ilete tija kwenye jamii, ni kujua mafundisho yanayotokana na Qur'ani. Kwa hiyo tunapofundisha, tuwe na program ambazo zitawasaidia watoto kupata ujumbe ulioko ndani ya Quran ili wanapotoka waende wakawafanyie kazi. Kwa hiyo nitoe wito kwa ndugu zangu, tusaidiane, tushirikiane hii program, yaani mwislamu yeyote tu anaweza akashiriki. Kuna taratibu huwa tunazifanya, tunatoa matangazo. Tukishapata mahitaji kutoka kwenye wilaya fulani au mji fulani, tunatoa matangazo. Kwa hiyo mwislamu yeyote anaruhusiwa kushiriki, kuchangia lakini pia bado tunakaribisha waislamu kujiunga na hiyo taasisi yetu kwa ajili ya kufanya hizi program na nyingine ambazo tumepanga nazo. Baada ya kusema hayo, mimi nawashukuru sana, naomba tuendelee kushirikiana kuwalea watoto wetu kwenye misingi mizuri ya kiimani, kwa sababu ndio ufumbuzi pekee kwa kizazi chetu hiki ambacho sasa hivi tunajua kabisa namna kilivyo, tunajua namna dunia ilivyo.

Qur'ani imeteremshwa katika mwezi wa Ramadhani. Sasa hapa ni kubaila ya Ramadhani, nyuma kidogo tu ya Ramadhani, Ramadhani naingia usiku hiyo kama umekuja kwa sapulai mesabafu kama hivi ikasomwa katika mwezi wa Ramadhani. Na hapa nimesoma kuna wakfu, kuna wa wakfu, kuna mtu alitoa wakfu au kuna watu walitoa wakfu, basi wakfu huu itakuwa umepata mepatia ni mahali pazuri, mahali pa kusoma Qur'ani mazao imeteremka mwezi. Nasema utambulisho uh, wangu kama nimezungumzia, na unajua kama uko mbali unaweza ukaona huyu mtu tumsubiri, ana ukubwa gani huo, mbona hatokei? Kumbe mimi nimetokea, nakuja kwa jingine n

kwa namna ambavyo utaratibu umepangwa yatasema afikisha, baada ya hapo zoezi litaendelea. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa rabbil alamin al waswalatu wassalamu ala rasulillahi salallahu alaihi wasalam. Ndugu zangu, walimu wangu, maustazi wangu, shehe wa wilaya, mkurugenzi wa jualu islamiki, katibu wa wafanyakazi waislamu Lushoto Kiongozi wetu afisa elimu sekondari wilaya, pamoja na maustazi ni kwamba leo tuna furaha kubwa kupata zawadi hii ambayo ndio zawadi, ndio katiba yetu sisi Waislamu. Mambo yote yako hapa, mwongozo upo hapa, na leo hii tukiwa tunaingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Qur'ani ndio ilishushwa na sisi tunapewa zawadi ya miswahafu na juzuama vitabu hivi. Shukrani nyingi zimwendea afisa elimu sekondari, yeye ni mgeni wilaya Lushoto, lakini ana magrupu yake na kazi zake anazifanya katika kuhuisha Uislamu sehemu anayokuwepo. Kwa walikuwa wana mchakato wa kuandaa vitabu wanavigawa mikoa tofauti tofauti na wilaya tofauti tofauti. Lakini alipofika akasema aanze na Lushoto pia. Ile Lushoto na yenyewe hiyo imepata katiba, akajitahidi alivyoweza, miswafu hii ikawa imefika akawa amenipa jukumu la kuigawa kwa maustari, lakini hili jukumu ni zito na ni kubwa nikamuomba sana kwamba nakuomba siku hiyo uwepo, ili kusudi likitoka na wewe ukazungumza neno na maustazi wapo, itakuwa ni sababu na wao pia kukuombea dua, lakini pia ni sababu ya sisi maustazi kufahamiana. Nyoyo zinapokutana pamoja katika mambo mazuri, basi zinatokea kupendana, na sisi maustazi tukipendana basi dini ya Allah subhanahu wataala tutaipeleka pale inapotakiwa. Hivyo akawa ametokea. Lakini katika mpango huu tulikuwa tumemwomba katibu wa BAKWATA wilaya naye awepo. Niliwasiliana naye jana usiku, kwa sababu ratiba hii ilikuwa ghafla ghafla, na maustazi wengi mmepata taarifa usiku kwamba kesho tuna zoezi hili litafanyika, kutokana na majukumu ya viongozi wetu, maana wanahitajika kila sehemu. Tua lazima wavunje baadhi ya ratiba waje tufanye hili liishe, zielewi zikoje. Lakini ni kuombe kama itafaa basi azungumze kidogo na maustazi, wamjue kiongozi wetu upande wa elimu ya mazingira au wamtambue, maana hapa tuna kiongozi mkuu upande wa elimu ya mwongozo yupo, na kiongozi mkuu upande wa elimu ya mazingira yupo na nimefurahi viongozi wakuu tena upande wa mazingira huko na muongozo wapo, akina sheikh Shemga pale wamekaa pale nyuma, tupo nao. Karibuni sana Sheikh Juma, nikuombe viongozi atasema kwa <coughs> nini wameamua kufanya hili hapa, lengo nini, na yale mengine ambayo ataona yanafaa atatuambia. Karibu sana kiongozi. Awali ya yote hatuna budi kumshukuru Allah ambaye kwanza ametujalia sisi kuwa Waislamu hii ni neema kubwa sana kwetu, lakini pia ametujalia sisi afya na akatujalia taufiki ya kuweza kumtambua yeye na kufuata maelekezo yake na kuishi kwa kufuata mwongozo wake. Kujitambulisha, naitwa Shahara Shaibu, ni afisa elimu sekondari halmashauri ya wilaya ya Lushoto. Lakini pamoja na majukumu ambayo nimekuwa nayo ya kiserikali pia mimi ni Mwislamu, kwa hiyo a-nimetambua kwamba kwa kwangu Mwislamu unalo jukumu la kufanya kwa jamii kama Mwislamu, kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo nimekuwa nikiyafanya, sisi tuna kuna taasisi ambayo tuna- tunajishughulisha na mambo mbalimbali ikiwemo mbali, jambo hili la usambazaji wa kitabu cha Allah hivi tunakusanya michango kutoka kwa Waislamu mbalimbali fedha taslimu, lakini mashafu au juzuu kwa yule ambaye anaweza kutoa. Kwa hiyo tunakusanya tukishakusanya, tunatafuta mahitaji kutoka kwenye maeneo mbalimbali kisha yapata hayo mahitaji tunasambaza. Nini lengo la kufanya hivi? Lengo letu ni kwamba sisi tunafahamu kwamba sisi tumeletwa hapa duniani ili kumwabudu Allah. Na katika kumwabudu Allah tumepewa mwongozo. Sasa ili tuweze kufanya ibada zetu vizuri ni lazima watu wajue mwongozo, wakijue kitabu cha Allah ndipo wataweza kufanya ibada vizuri. Ndipo wataweza kufikia lengo la kuumbwa kwao vizuri. Kwa hiyo tuliona kwamba tuweze kufanya jambo katika kuhakikisha kwamba wanadamu Waislamu wanafikia lengo lao la kuumbwa kwao hapa duniani, kwa kupata elimu sahihi ya kile ambacho wanatakiwa kukifanya, kwa kupata elimu sahihi ya ile ibada ambayo wanatakiwa kuitekeleza. Sasa ili kupata, kufikia hapo ndipo tukawa na hii programu ya kupeleka hizi hivi vitabu vya Allah kwenye madrasa zetu na tumefanya hivi kwa sababu tunajua kwamba kule kwenye madrasa ndiko ambako kunatengenezwa msingi mzuri wa maisha ya mwanadamu, kwa sababu nyumba yote ili iwe imara lazima msingi ndio uwe imara. Msingi usipokuwa imara, hata huku kwenye kuma, umaliziaji ukipamba kwa kadiri utakavyoweza, nyumba hiyo haitokuwa imara. Sasa ili tutengeneze msingi mzuri wa malezi ya wa watoto wetu lazima tuhakikishe kwamba tunawatengenezea msingi wa elimu msingi wa kumjua muumba wao mapema wakiwa wadogo. Sisi sote ni mashahidi leo kwenye jamii yetu kuna mmomonyoko mkubwa sana wa maadili. Chanzo kikubwa cha hayo ni kukosekana kwa taaluma sahihi ya kumjua aua hakuna namna nyingine yoyote ambayo itatusaidia, saidia sisi katika familia katika ulimwengu, ikapatikana amani, watu wakawa na maadili, watu wakawa na uadilifu. Njia sahihi peke yake ni watu kumjua muumba wao, asika ambao ndio muratibu kikao hiki. Allah azidishie fikra zaidi inshallah na nashindwa kutamka au kuzungumza kwa vile wote ninyi ni wataalamu wa, wa haya mambo. Anapozungumza mkuu wa eneo, hapataki mwingine kuzungumza. Nimemsikia akisema walimu wangu pangaleni tayari kumbeshia, ashazungumza hotuba yake, kwa hiyo niombe nisipetuke mipaka uridhike na hotuba asi... ya shekhe alioitoa hiyi. Ndio mkuu wa wilaya yetu, maneno yake asipandishwe mengine juupangaleli juu ya mwezi gani uye rasmi kwa ajili ya mashindano. Pia mimi siwezi kutua jibu mbele ya kiongozi, na kwa vile na hakika yiye, ee, pia ajaandaliwa juu ya hilo basi tumpe nafasi na yeye pia akae na viongozi wenzake, watafakari kwamba ni mwezi upi unafaa kuwa rasmi kwa ajili ya hili ombi la mashindano ya usomaji wa Qurani. Mimi nazungumza hapa, shekhe, mwaka wa juzi ajani ndio pale kwa mdola, katika shughuli ya mufti pale, Sheh Musa bin Hemedi tumekaa naye, ikawa ombi lake kutoka makao makuu la kutaka wanafunzi wa hafidhi Qurani mkoa wa Tanga. Mpaka hiyo tunakutana naye kwamba hajafanikiwa, bimana alimpa kazi mkuu wa wilaya, na maana kumbe vyo vyote pale mjini vile uushamsia zahrau, sijui nini vilishindwa kutoa idadi iliyotakiwa sababu kumbe wengi si wenye kuhafidhishwa Qur'ani. Kila baraza lake walione ni jambo ambalo pamoja kwamba ni ombi limetoka hapa rasmi lakini tayari ni, ni kama vile ni agizo la kwamba watu wa kusoma Qur'ani na pia kui, kuihafidhi. Tutafanyia kazi insha Allah, kwa kumkumbusha shekhe ili baraza lake likikaa ndio ni moja ya agenda katika hili jambo. Inawezekana bila kusubiri ratiba kutoka juu tukaamua ratiba yetu iwe lini. Inawezekana watu akikaa ikatokea ile la msingi tu, tuendelee kukumbushana. Ofisi kama mnavyojua ina mambo mengi, kwa hiyo tuzidi kukumbushana insha Allah. Sio jambo la kuwacha jambo kubwa. Nimani sheh atakuwa amenisikia, kwa hiyo atakaposimama pia na ye ana hiari kujiweka vizuri i jambo, lakini kama alivyotangulia kumwombea kwamba asiwe na maamuzi ya ghafla na kusema lini, sababu tayari ana wenzake, atakaa na, na imani pia kwamba ashajipokea tayari jambo hili, ndiko hivyo. Lakini nimalizie shekhe kwa kuwasilisha ujumbe wangu mdogo juu ya Ramadhani, lakini ni swali tu, kila mtu aondoke nalo: je, tunafikia lengo la saumu ya Ramadhani? Kila mwaka tafunga Ramadhani, kafikia lengo lake, ili saumu rejea. Mungu aliponadi kwa waumini, mwisho tutakutaja ile lengo laalakum, tuko huko llahi taufiki, wassalamualek.